Roho wa Mungu ameondoka na mapepo ya mwingia Sauli. Miaka saba anawindwa na Sauli miaka saba, umeelewa? Miaka saba anakoswakoswa mikuki, miaka saba anaishi mapong, mapangoni, miaka saba anaandaliwa. Lazima aandaliwe na Bwana, lazima uandaliwe na Bwana. Huyo mtu huyo ameandaliwa nini? Huyo anayepiga kelele, umeandaliwaje? Ni lazima aandaliwe na Bwana unamwona mtu mwingine alivyoandaliwa. Yusufu ilikuwa waziri mkuu na kuja kusababisha wokovu wa taifa zima la Israel. Ameandaliwa akiwa na miaka kumi na tatu, amekwenda akiwa na miaka kumi na saba, ameingia Misri kwa miaka kumi na mitatu, ameingia kwa Potifa, akasingiziwa anataka kubaka, akawekwa ndani ni jela. Alafu kwanza akauzwa na ndugu zake kwa hela kama bidhaa. Hayo yote ni maandalizi. Wewe uko tayari kuandaliwa na Bwana? sema amina kwa akili kam... ah ah, nasema useme hiyo amini ukiwa na akili timamu, usiiseme tu mana wezi ukasema amina halafu wewe unasema amina ya nini? Halafu niombe Mungu aanze kukuandaa sasa hivi, unafika nyumbani unakuta wameiba kila kitu halafu unaanza kumkufuru Mungu, kumbe unaandaliwa. Bwana anataka kujenga ndani yako uvumilivu na kutosheka, kama mwizi aliyeletwa nyumbani kule Iringa. Bwana anasema yule mwizi aliletwa na Mungu. Sasa ni asubuhi, mama amekwenda kumsalimia mama alijifungua jirani ili aende shule. Wea alikuja mtu wa mwizi ana Fatuma yale mawe ya zamani. Sasa ni asubuhi, wenye Fatuma walikuwa anaenda usiku, kwetu alikuja mchana akapiga pee mlango, akaiba nguo zote, akaenda mpaka jikoni akazoa na mkaa, akaenda bafuni akaokota mpaka vipande vya sabuni. Yule aliletwa na Bwana kila kitu akaiba, na kupongeza sana mke wangu Anarudi anakuta hiyo wako na mama mkubwa, wakaanza kucheka na kufurahi. Majirani wanaokuta wana raha, alafu anaambia, na raha nini? Ah, tumeibiwa hapa kila kitu. Wanasema sasa ndio mnafurahi? <laughs> wali get confused, majirani wakakuta wanacheka, wanafurahi, wewe, wametuibia kila kitu, tulisikia kuku hapa, ndio wameiba kila kitu, lakini wana raha. Kipindi kile si ndio mama, kikapita nikaanza kuvaa katambuga eh. Hey. Mpaka viatu nikaishiwa, nikaanza kuvaa vile viatu vya matairi. Nimehubiri mikutano mingi ya nje nikiwa nimevaa matairi, kitu cha ajabu sana. Mahali pengi watu wa wanaangalia hali ya mhubiri, walau wajilazimishe kuguswa. Mimi hawajawahi kuguswa kunipa kiatu na ninasimama jukwaani, watu wote wanaona mhubiri ana nini, ana viatu vya matairi. Nikajua niko kuandaliwa. Ukitaka kumwandaa komando, e, sio mguu pande mguu sawa, halafu mpeleke Kinyerezi, kuna mahali wanapelekagwa kwenye kuruka viwanzo. Kwa hiyo na Mungu anapokuandaa kwa mambo makubwa, anakupitisha mahali pengine pagumu sana. cha ajabu sasa, mke wangu kipindi hicho akienda shuleni, wakaanza kumpongeza, wanamwambia eri, wewe mwenzetu, ongeri umeolewa na tajiri. Yaani vitu kinyume. Mungu anafanyaka vitu vya ajabu ajabu tu nakwambia. Mwacheni Mungu aitwe Mungu. Aliyeimba ipambio akaimba vizuri. Mwacheni Mungu haya, aitwe Mungu o, mwacheni Mungu aitwe Mungu, tuimbe umwacheni Oh, umwacheni umwacheni. Watu wanajiuliza ukisoma Petro, Matendo ya Mitume kumi na mbili, kuna watu wawili mashujaa, wote wanafunzi wa Yesu, Yakobo na Petro, wote wametiwa ndani. Yakobo akakatwa kichwa, Petro akaokolewa. Mungu ana nini? Maana yake nini? Wote wawili wako wamefungwa, mmoja akakatwa kichwa mwingine akaokolewa. Yohana Mbatizaji amewekwa na Yesu yupo. Yesu hajawahi kukanyaga pale e, e, e gerezani, wala kutuma salamu, hajawahi kutuma. Wanafunzi kila siku wakienda pale, kule kwenye mikutano, wanakwenda kumsalimia Yohana, bwana, leo tumeona viwete watembea, viziwi wamesikia, wafu wamefufuliwa. Yohana hana habari na hayo, anasikilizia Yesu amesema nini kuhusu mimi? Hamna. Amesema labda atakuja kuniona hamna, na najua Yesu ana uwezo, anatamka neno gereza linamwachia, hajatamka. Baadaye mzee akachanganyikiwa, akasema kamuulizeni, ni yeye au tumtarajie mwingine? Broken expectations yaani Yesu anakupitisha mahali mpaka matarajio yako yote yanavunjika vunjika, vimipango ulivyo navyo vyote vinavunjika vunjika, viakiba ulivyo dhani vitakufaa vinavunjika vunjika, unabaki mwenyewe. Halafu anakusubiri unatoa tamko gani juu ya wewe na Mungu wako katika hali hiyo ambayo huna choice, ni ama kufa au kusonga mbele anakufika point of no return, au uende na Yesu moja kwa moja, au umwache Yesu moja kwa moja, no try and error. Sasa wengine hata hapa mjafika huko, bali kulu unasumbuka na nguo hii, ni ya zamani, nataka mpya. Huna akili hata ya kuazima, hayo nayo ni majaribu ya nguo mpya. jirani huyu ananisumbua mimi, ananikwaza, mpaka maombi leo nimeshindwa kuomba. Sasa wewe ni Mkristo, wewe we ni kiporoto meoko kutakwazwaje? na siamini asiamini, anaanzia wapi kukukwaza? asiamini anakukwazaje? asiamini anakukwazaje? asiyeokoka anakukwazaje? asiye utengenez uko tayari kutengeneza, uko tayari kutengenezwa? Utapiga kelele, we utapiga kelele, hilo lilo nalo tu. Umeomba miaka kumi, sasa uko mahututi na bado thelathini nyingine bado, mpaka wakati ufike wa Bwana tayari unasema mimi hata kufunga siku hizi siwezi. Yaani, nataka nikwambie dalili za kushindwa na jaribu ni ukiona, unapungukiwa unapungu maombi, ukiona vile vya kimungu vimeanza kupungua uelewe wewe umepigwa. Dalili za kushinda jaribu ni pale unapoona kadiri jaribu linavyozidi kuwa kali, wewe unapanda kimaombi, unapanda kiibada, hapo elewe umeshinda lakini kama huu muundani ambaye ya jaribu yani, kia inapoenda unazidi kuporomoka, yani hata nikisoma Bibilia naisahau bado, utakuwa msukule wa shetani. Kesho atakuteka mateka. Kesho bwana lazima kutengeneza, bwana lazima kutengeneza. La nne, lazima uwe shujaa wa maombi. Mungu hawezi kukutubia, huwezi kuleta uamsho kama wewe ni prayerless. Ujui kuomba, maombi yako ya dakika kumi. Tuna Wakristo huku ndani wanaomba dakika kumi. Tuna watu wameokoka bado wanasali sala ya Bwana, yaani ukisema tuombe tuseme Baba yetu, wanasema baba yao. Halafu na shangaa, nimeona hata wachungaji bado wa Kipentekoste kabisa wanamaliza ibada kwa sala ya Bwana. Najua utaniuliza maswali sasa. Ukitaka uniulize maswali kwenye hiyo inayoitwa sala ya Bwana, kimsingi pale siyo sala, pale ni content of prayer. Yesu anafundisha contents of prayer, kwamba tuombeje, tufundishe jinsi ya kuomba, sio tupe maneno ya kusema. Yesu akafundisha contents yaliyomo, kwenye maombi yanayopaswa kuwemo. Hajaagiza watu warudie ile, na wengine wanaishia mpaka leo kumaliza maombi kwa imani ya Nikea, mpaka leo, haya imani yetu ya Nikea, alafu wanajifurahisha. Hata ukimuuliza Nikea ni nini, nini? Ah, si